Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa alikutana na Rais wa Marekani Donald Trump katika ikulu ya White House, Washington DC. Mtono huo ulikuwa wa kwanza kati ya viongozi hao wawili tangu Trump kurejea madarakani mapema mwaka huu. Lengo kuu la mkutano lilikuwa kurekebisha uhusiano wa kidiplomasia uliokuwa umeharibika kati ya nchi hizo mbili, hasa kutokana na tofauti kuhusu sera za mageuzi ya ardhi ya Afrika Kusini na kesi ya mauaji ya halaiki dhidi ya Israel katika mahakama ya kimataifa ya haki ICJ pamoja na mauaji ya wakulima weupe nchini Afrika Kusini. Uhusiano kati ya Marekani na Afrika Kusini ulikuwa umeingia dosari baada ya Rais Trump kusitisha msaada wa kifedha kwa Afrika Kusini akilalamikia sera za mageuzi ya ardhi na hatua ya Afrika Kusini kufungua kesi dhidi ya Israel katika ICJ. Hatua hizi zilisababisha wasiwasi mkubwa katika uhusiano wa kibiashara na kidiplomasia kati ya nchi hizo mbili. Mkutano huo uliambatana na mvutano mkubwa hasa baada ya Rais Trump kuwasilisha video ya dakika tano iliyoonyesha matamshi ya viongozi wa mrengo wa kushoto kama Julius Malema na Jacob Zuma akidai kuwa kuna mauaji ya halaiki dhidi ya wazungu nchini Afrika Kusini. Rais Ramaphosa alikanusha vikali madai hayo akisisitiza kuwa serikali yake haifadhili au kuunga mkono matamshi ya chuki na kwamba uhalifu unaathiri watu wa makundi yote nchini humo. Licha ya mvutano huo, viongozi hao walijadili masuala mbalimbali ya kibiashara na kiuchumi, ikiwa ni pamoja na ushirikiano katika sekta ya nishati, hasa gesi asilia ya Marekani na uwekezaji katika madini muhimu. Rais Ramaphosa alisisitiza umuhimu wa kuimarisha uhusiano wa kibiashara na Marekani, akieleza kuwa Afrika Kusini iko tayari kushirikiana katika maeneo yenye maslahi ya pamoja. Soko la fedha la Afrika Kusini halikuathirika sana na mkutano huo. Randi ya Afrika Kusini ilibaki imara dhidi ya dola ya Marekani huku soko la hisa la Top 40 likishuka kwa asilimia 0.7 na mapato ya hati fungani ya serikali ya mwaka 2030 yakiongezeka kwa alama 2 hadi asilimia 8.90. Wachambuzi wa masoko walielezea matumaini ya kuendeleza kwa mazungumzo ya kidiplomasia na kibiashara kati ya nchi hizo mbili. Mkutano kati ya marais hawa wawili ulikuwa na mvutano, lakini pia ulionyesha nia ya pande zote mbili kurekebisha uhusiano wa kidiplomasia pamoja na kibiashara, ingawa tofauti bado zipo hasa kuhusu sera za ardhi na msimamo wa Afrika Kusini katika masuala ya kimataifa, viongozi hao walikubaliana kuendelea na mazungumzo ili kuimarisha ushirikiano kati ya nchi zao.